Tumsifu Yesu Kristo mpendo wa mtazamaji wa Kipalapala Seminary Online TV. Leo tarehe 17 ya mwezi Oktoba mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Inyasio wa Antiokia. Huyu ni miongoni mwa watakatifu wa karne za kwanza za kanisa. Yeye ya pia yupo kwenye kundi la Apostolic Fathers, yaani mababa wa kitume. Mtakatifu Ignasio wa Antiokia hasa ni nani? Huyu e, alikuwa askofu wa jimbo la Antiokia akifuata baada ya mtakatifu Evodio na mtakatifu Petro Mtume. Yeye inasemekana ni miongoni mwa wanafunzi wa mtume Yohane Mwinjili. Mtakatifu Ignasio wa Antiokia, jina lake pia la utani wanamuita Theophoros, yaani mbeba Mungu au mpeleka Mungu. Mtakatifu Ignasio wa Antiokia anajulikana kwa kazi zake nyingi na hasa alipokuwa akienda Roma wakati wa udhalimu wa Kaisari Trajan, wakati wa madhulumu ya kanisa la mwanzo, alichukuliwa kutoka Antiokia na kupelekwa huko Rumi kwa kuteswa. Na akiwa njiani aliandika barua zake saba. Kuna barua aliyoandikia wa Efeso, barua aliyoandikia wa Philadelphia, barua aliyoandikia wa Manyesia, wa Trales, Smyrna lakini pia kwa rafiki yake askofu wa jimbo la Smyrna Polikarp wa Smyrna. Na akiwa njiani, wakristu walimwonea huruma asiwawe, akasema kwa kweli, upendo wenu unaweza ukanifanya nikose hii lulu ya thamani nzuri sana, yani uzima wa milele. Na yeye anasema mimi ni mkate wa Mungu, nitasagwa na meno makali ya wanyama wakali mpaka niwe mkate wa Kristo Yesu. Alifanya kazi nyingi na chache, katika hizo nyingi E, mojawapo tunaamini kwamba na inafundishwa kwamba alilitetea sana kanisa e, dhidi ya wazushi walikopo, walikwepo wazushi wanaitwa Wanyostiki. Hawa walikuwa wanakataa umungu wa Bwana wetu Yesu Kristu, kwamba Kristu kuzaliwa, walikataa incarnation hajawahi kuzaliwa Kristu, e, alikuwa na mwili tu kutoka mbinguni, na wanasema hajawahi kuteswa, hajawahi kufa na hajawahi kufufuka. Basi Inyasi wa Antiokia kuhusu eh, uzushi huu analiandikia kanisa kutetea dhidi eh, ya mafundisho haya mapotofu kwamba Kristu kweli yeye wa ukoo wa Daudi, yeye kweli ni mwana wa Bikira Maria, kweli Kristu aliteswa, kweli Kristu alikufa, na kweli Kristu alifufuka, na hatimaye pia Mungu Baba alimfufua na akapaa mbinguni akaketi kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Ni kweli kabisa. Hata kwa Kigiriki tunaita E, ueuu yani Yesu Kristu soter, yaani Yesu Kristu mwana wa Mungu, e, mkombozi. Kwa hiyo na mengine ya mafundisho yake ambayo tunaweza tukayakumbuka ni juu ya Ekaristi Takatifu. Yeye anasema Ekaristi Takatifu ni dawa ya kutokufa. Kwa hiyo kwamba Ekaristi Takatifu, kadiri navyopokewa mara kwa mara, basi tunaendelea kujiandaa na maisha ya milele na Yesu mwenyewe anasema kwamba aulae mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Kwa kweli kula na kunywa eh, mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo na kunywa damu yake kwa kweli ni kuwa, eh, kujiandaa kwa uzima wa milele. Lakini pia mtakatifu huyu anatufundisha kuhusu umoja wa wanakanisa neno Catholicos, yeye ndio wa kwanza kusema kwamba kanisa ambalo Kristo amelianzisha ni Katoliki ambalo hata ukisoma Lumen Gentium namba 8 yani mwanga wa mataifa namba nane, kwamba kanisa aliloanzisha bwana wetu Yesu Kristo lina subsists ndani ya kanisa Katoliki ni kanisa Katoliki. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa watazamaji, na mtakatifu huyu anatusisitiza kuhusu umoja wa kanisa. Umoja wa kanisa kwa maana kanisa ni moja na ni takatifu yani Katoliki na ni la mitume kutoka Roma mpaka kanisa mahalia ambapo uongozi wake kutoka Roma ni Baba mtakatifu katika jimbo ni askofu, alafu mapadre, mashemasi na waumini wengine wote. Basi na amesisitiza sana kwamba ilipo, alipo askofu mahalia, basi na kanisa iko mahali hapo, na mengine mengi ambayo ameyafundisha. Zaidi sana ni kwamba tuwe na utii kwa maaskofu wetu, lakini pia tulitetee kanisa sana na tudumishe umoja wa Kikristo. Msifu Yesu Kristo.